Baada ya Father Alois Bet kuuawa na wahalifu katika bonde la Kerio, Kaunti ya Elgeyo Marakwet, Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen amekashifu tukio hilo na kusema kuwa tukio hilo lilifanyika ili kushinikiza serikali kuandaa mazungumzo bila utumizi wa mitutu ya bunduki, ila akidokezea hakuna mazungumzo yatakayofanyika na wahalifu. Wao walifanya hivyo kwa sababu ati wanasema Tukiua watu kama Father Alois ati serikali itakuja meza ku negotiate na hawa bila kutoa bunduki kwa hawa na kupigana nao. I want to tell them to the face. We will not, we will negotiate with no bandit. You either a surrender your gun but, or we will still come for you. No amount of threats is going to stop us from going for them. We will stop at nothing. And for the sake of the name and the blood of Father Alois Cheruyot Kibet, we will go Kipchumba akiweka wazi kuwa wahalifu hao waligadhabishwa na juhudi za serikali kuu baada ya kufanya operesheni katika eneo hilo na kuua kamanda wao akisema wanaohusika na uhalifu huo wana umri mchanga wakati ya miaka kumi na sita na ishirini na moja ni mwaka 16, 17, 18, mwaka 20. By 21 wanajiita komanda you know? wanajificha kwa mis, kwa ndani ya you know, escarpments. Muliona vile walifanyia Father. Kitu yenye haijawahi kufanyika tangu Father ameenda mahubiri huko juu, anaenda kuhubiria watu na anahubiri mambo ya amani kwa sababu juzi wiki moja iliyopita tuliweka pressure na tukashika wengine wengine wakapigana na polisi wakapoteza maisha. Hata mwenye walikuwa anaita komanda yao akapoteza maisha yake, wale kidogo walikuwa wanategemea yeye kwa sababu yeye ndio alikuwa analete bunduki, anauza risasi, ndio polisi wakapigana yeye akafariki. Sasa wale walipigwa, wamekasirika, wanazunguka kwa hapo kwa villages, ndio uliona uh, Father ameenda kuhubiri kwa village, kwa sababu they are enemies of peace na hawataki tukae kwa amani, kwa sababu ukorofi ndio inawafaidi. Uliona waliua fadha. Aidha, ameonyesha juhudi za serikali kudidimiza uhalifu kwa asilimia hamsini na kusema kuwa uhai wa kila mwananchi ni muhimu, na wapo tayari kukabiliana na wanaohatarisha maisha ya wakaazi wa maeneo hayo na hata kaskazini mashariki mwa Kenya. Tumepunguza kutoka mwaka jana, mwaka jana 2024 ilikuwa juu kuliko saa hii, saa hii mwezi ya kwanza mpaka mwezi ya sita ya mwaka jana tulipoteza watu 66 kwa mambo ya banditry, lakini kutoka January mwaka huu mpaka saa hizi mwezi wa tano pia kama mwaka jana imepungua kwa, uz, kwa kwa kwa, kwa, uh, asilimia za, zaidi asilimia ishirini, ya asilimia 20 ya 50 mpaka tuko na about 22 people who have lost their lives because of banditry of course every life even a single life is extremely important. We we are are not saying that it is a good thing to lose life. But we are working very hard. Imebaki kona kidogo sana. Kona moja ni hapa Marakwet, hapo kwa kona hapo boda ya Marakwet na Baringo, Baringo kwa Tiati na hapo West Pokot. Kipchumba amewaonya viongozi wanaoingiza siasa katika usalama wa kitaifa akiwataka kusita kufanya hivyo kwani wanacheza na maisha ya wananchi na maafisa wa usalama.